Mimi huyu ni mke wangu. Nilikuwa nataka kuondoka nini, wacha nichukue mke wangu basi niende naye. Alinituma samaki wa jicho moja na ngombe wa miguu mitatu. Sasa mgenge nitapata wapi? Ni lazima Nilikuambia nitakuwa kwa mgongo yako tu, pole pole, kwa kila kitu unafanya nitakuwa kama kama kama unasikianga mtu anangojanga rungu. Haya. <laughs> yeah. hivi hivi, unaona hii inasema longi, pia wao nadhani nasema ni long. <laughs> nasema longi. Hii yeye inakuanga mtoto, ukitembea inasema tu Kisumu Mombasa, Kisumu Mombasa. Sio? <laughs> so, unapenda rungu ya Musa. Rungu ya Musa, unajua penye rungu ya Musa iko <laughs> Rungu ya Musa inakuanga ghadia <laughs> rungu ya Musa eh, sheria za Musa zinakaanga mali hapa hapa, na sheria za Musa zinakaanga hapa nikukupiga na hiyo rungu <laughs> Musa, anasikia vizuri penye yako mtoto, hmm? <laughs> ukicheka tu basi kwangu stima inawaka. <laughs> eh? eh? Eh, na ukikua kwangu sisikii njaa kabisa mtoto. Mistari hiyo ala, mistari hiyo <laughs> yatoka ndani ya roho, from the bottom of my heart. Madam wewe ni mzima think... Eh, njia njia ya kwenda huko chini ukirudia na huku juu inapatikana huku chini. Eh, ni salamu yako tu kwa mkono, unasemanga mali safi, mtoto wa nani sasa Wanasemanga risiki ikujange mara pili. Hata nilikuwa naambianga kameramani wangu, risiki haikujange mara pili. Ikikuja mara moja, unakajaka kia, unaweka mafuta, theni mnaenda ndu. Mi naweza kununulia hii kitu hii Unajua hii kitu hii eh, hii kitu hii usijua nyuma na kanyaganga. <laughs> eh? mafuta wanaendesha steering hapa ria je? <laughs> eh? bora unipende tu, watu wanapenda nanga nakupenda, mtu simba. Hata Yesu aliandika kwa kitabu kitabu kitabu, ingaje nilisahau kidogo Biblia, akasema watu eh, wapendane. Hakusema mwanamke ama mwanaume, alisema tu watu wapendane dai. Sasa hapo ndio shida yenye Yesu alikuwa naye, lakini najua tu alisema kila mtu apende mwingine, si ndio? Yeah, sindio, si anasema hey, ya, ya, ya, <laughs> eh? hmm? hivyo unapita pita hivyo. Unasikia anga, naskiana hey, mtu sijui kifo cha tangazwa cha dada fulani dada fulani mimi naweza kupeleka East West. Mm. A -a, kuna maali, kuna mtoto mtoto alikushonea hiyo nguo hiyo na anajua ni fundi, fundi tu kabisa kweli huyo ni fundi eh, hata pia mimi naweza kuwa fundi wa kushonea madongi naweza mm, eh, kushonea madongi mtoto wa mama madongi, mzuri madongi Eh? alafu na nywele yule alie aliyekushuka baada kama ni marehemu Tue, basi tutamtafuta tena <laughs> mimi nitamtafuta blarishenzi <laughs> hii umasikini kuiki alafu ubaki na pia. Unajua opposite tumeka x tumeweka x, si ndio? Sasa nisa nikakusindikiza kidogo mahali penye ulikuwa, alafu then tuongee kidogo kidogo, tuongee tu kidogo kidogo. Mtoto wa mama usikatae, naona sura safi, roho pia ni safi eh. Sawa so, eh, ni, na, eh, na mimi unajua sura mbaya, roho safi Eh, mimi, mimi sura ukiniangalia ndio haileti <laughs> <laughs> oh, hmm, kwa mtazamo mzuri, lakini ndani ya roho mtu mtu anaweza tokea tu na anasema alua ulikuwa umenitakia majambazi, mtoto wa wenyewe. Venye mtoto ni mzuri na sura mzuri tena, unanitakianga kifo mtoto mzuri eh? Mimi lakini naweza kufa tu kwa sababu yako. Mimi siwezi kabisa kuelewa mimi nakufa kwa sababu yako. Hata huyo mwenye anafanya nyanyanya, akikuja namwambia mimi napenda alua eh? Ba meshikana naye mimi huyu ni mme, mke wangu nilikuwa nataka niende hapa. Ha? Ha? Ondoka. Kuondoka nini? Wacha nichukue mke wangu basi niende naye. Toka. Ah, naye nitachukua tu mke wangu niende naye tafadhali. Toka. Imetumwa kwa mganga ndio. Na hiyo kitu ambayo imetumwa kwa mganga iko wapi? Na na huyo kijana ambao umeenda kuchukua wayo yu wake yule mtu ni mbaya. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Huyo mganga hakukupatia masharti? Amenipea I, lakini akanambia nikuje kwako utanisaidia vizuri. Iko wapi hiyo wayo? upasi kuongea na mtu yoyote kabisa. Lakini mganga hajaniambia hivyo. Mganga amefanya makosa, ulikuwa upasi kuongea kabisa na mtu yoyote mpaka ufike kwangu. Yule kijana yuko pamoja na huyo yule kijana na ni kikosi kikubwa sana, na siku wakijua itakuwa ni hatari sana lakini, ambavyo imefika, iko salama, hakuna shida. Nitatatua kila kitu na kila kitu kitaenda sawa, mtashukuru. Malkia! Malkia! Naam, mimi hapa. Nambia, unatakaje? Malkia, nimerudi tena. Naambia, kuna shida gani tena? kuna sharti mganga alinipa, lakini sijui nitapata wapi hiyo yenye amenituma. Masharti gani yenye mganga alikupatia? Alinituma samaki wa jicho moja na ng'ombe wa miguu mitatu. Sasa mganga nitapata wapi? Ni lazima utimize hayo masharti yenye mganga amekutuma. Sasa nitapata wapi? Ni lazima utimize hayo masharti. La sivyo mimi sitakusaidia tena. Nisaidie Malkia. Mimi siwezi kukusaidia mpaka utimize hayo masharti yenye mganga ameku, amekuagiza. sharti lingine lenye unaweza nipa. Uh -uh, mimi siwezi kukusaidia. Unajua mimi nilikuwa nakusaidia wewe kwa sababu babako ni mtu muhimu sana kwangu, babako ni mtu mkubwa kwenye hii mizizi na mimi nilikuwa nakusaidia, lakini kama huwezi kufuata masharti yenye mganga amekuagiza, basi shika wayo wako. Hapana mganga, nisaidie. nisaidie malkia wa babangu. Sasa mimi nitakusaidiaje na wakati mganga amekuagiza hayo masharti? kama huwezi itabidi urudi tena kwa mganga. Nunduman, Nunduman ondoka hapo, ninakuona Nunduman, ondoka hapo, huyu mtu anatusikiliza kwa sababu kuna mambo hayaendi sawa, anatusikiliza huyo, na huyu mtu hapasi kujua kabisa hayo mambo yanayoendelea hapa. Huyu kijana rafu, ulikuwa nataka kuweje? Nataka awe kichaa mganga? <laughs> Lakini mimi sipasi kufanya hayo mambo, ni lazima utimize hayo masharti yenye mganga amekuagiza, nisaidie mm, Malkia Ala tusumbua katika familia yetu, msaidia we kichaa? Mimi sitaweza, itabidi uchukue huu wayo wako, chukua, urudi tena kwa mganga, mwambie mganga hayo masharti mimi siyawezi, atakusaidia huo mganga. Mganga amesema nisirudi nayo, nikupe wewe. Itabidi urudi nayo kwa sababu hayo masharti ambayo amekupatia ni lazima uyatimize. Ana kumwambia babangu, nimekuambia ushike. Hey, hey, lakini sasa, shida yako sasa unashtuka shtukanga nini? Nilikwambia nitakuwa kwa mgongo yako tu, pole pole, kwa kila kitu unafanya nitakuwa kama kama kama unasikianga mtu anangojanga rungu kuja. Kwanza tuongee. <laughs> Unajua, nimekuwa nikikutafuta ni nikikutafuta, nikasema wacha niende tu hapa penye nitakupata. a mtoto wewe, ni mtoto wa kiarabu sana eh na unapendezanga kila siku kila siku kila siku kukicha unakuwa mrembo kila siku kukicha unakuwa mrembo, alafu sasa na ile matiti yako <laughs> yeah? <laughs> sasa, angalia siku baya wadamu, nilikuwa nimekuambia tu nipeka tuka nafasi kidogo at at least at least ast ni, nijisheshabue. Unajua kujisheshebua unajua kujisheshabua yeah? mtoto anitukiwa tu kwa nyumba watu wawili, alafu mimi naweka ile ndi ndi ndi. Wewe eh? Mwenyewe unaanza kuimba tu mpaka mapepe ye mpaka mapepe ukijeza <laughs> eh? Sasa nataka nikuulize kitu. Siko ubaya. Eh? Unajua mimi natafutanga kwenda kwa mganga. Nijaribu tu kujua tu. Njia ya kwenda kwa mganga aende anisaidie, aende anisaidie mapigo yangu ya moyo. Juu nasikianga eh, ukipata marembo mazuri, lazima uende mganga akuroge roho yake na yako ishikane. Hmm? Nelewa? Ndani kwa mganga, pia pia nipate kwa venyu na venyu, nipate kung'ara venyu na ng'aranga. Hii, hii, hii, hii, nataka mganga niroge nikupende kabisa sasa <laughs> mtoto rangi ya mia moja ah. <laughs> we si rangi ya mia moja, we ni rangi elfu moja rangi wana, Wasungu wanasemanga rangi ni Waswahili ama Wazungu, rangi ya thao <laughs> rangi ya thao eh, ni mtoto rangi ya thao, self defense mtoto, uko na self defense eh? Hapa hii hii hii, unaona hii ii nasema longi pia wao, nadhani nasema ni nasema longi ii ii inakuanga mtoto ukitembea inasema, inasema <laughs> tu Kisumu Mombasa Kisumu Mombasa mpaka. <laughs> mimi ukitembea namna hii, yani venye unatembea nero yangu inafanya tu tu tu, tu. Inakenge mapigo ya moyo, sio? Unajuanga mapigo ya moyo eh, inapiga ti ti ti, vitu vinatembea <laughs> mtoto eh, na nataka pete ya uchumba hautaki pete ya uchumba, hautaki kuona mutu handsome bad boys kama mimi <laughs> Mtu mzuri mutamu, mimi ni mtamu chaizikia. Kwanza nitumie ile rungu ya Musa, chapa uwa, unatumia si? <laughs> so unapenda rungu ya Musa. Rungu ya Musa, unajua penye rungu ya Musa iko <laughs> rungu ya Musa inakuaga gadia <laughs> rungu ya Musa <laughs> Sheria za Musa zinakaanga mali hapa, hapa. Hmm? Pia mimi nitembee nikijua kwamba, eh, kwa hii dunia niko na mrembo Anajid, anana, anafanya na kituma hmm? umebeba nini? Nimetumwa haraka au hujatumwa? Unga umetumwa haraka tu, hiyo mboga inaitwa haraka, hiyo mboga inaitwanga haraka. Umetumwa haraka, watoto mko na Kiswahili nyinyi. <laughs> mambo mzuri eh? Wanasemanga maua mzuri umea kwa kando ya maji. Sasa wewe ndio umemea kwa maji yangu mimi eh. Na ukimea kwa maji yangu mimi, mimi kasi yangu ni kuwekaga tu tumbodea kutumia fimbo ya Musa, tukakaa wapi? Ukaniambia kaambio, venye pia ulifanikiwa kimaisha, ukakuwa mtoto mzuri, mali safi kitu eh? Au siogope mtoto mimi, mimi sio Farao nitakuja kusaliti baadaye. Hapana, mimi nakuanga na roho ya utu na damu ya nyama, damu na nyama pia aneelewanga watu <laughs> mtoto mdogo <mutoko>. Karibu <Ay. laughs> tu kuniambia eh. <laughs> mtoto eh. Usikate hmm? Twende basi sasa, tutaenda tutaenda, wakati sijui mama, naenda wapi? Si unaniambia tunaenda mahali fulani ndivyo pia mimi nijue tunaenda mahali fulani eh. au <laughs> vipi? Lakini si unanipenda Eh? unanipenda unanipenda suseme tu ehe ama hapana ah lakini hapana wacha sema tu ehe <laughs> na mimi nita, nita hata hata asubuhi nikiomba Mungu nitamwambianga ehe Mungu jaribu kuangalia mwanaidi naituanga mwanaidi eh nisije nikaomba maombi yakaenda kwa mtu mwingine sio naelewa <laughs> mambo ya biblia hiyo eh ukisikia mtu akisema nitataka kuomba maombi iende kwa mtu mwingine riziki yako inaenda mahali pengine eh Hapana, hii ni mambo mengine tunajua. Sasa hii hapa pirika pirika pia network na kuanga na. Sasa <laughs> ukinipea hii eh, kitu pia mimi nikubebea. Mhm. Mm. Utaki? Mm -hmm. Unapelekea nani? Hiyo unapelekea nani pia mimi nikusindikize? Napeleka nyumbani. Unapeleka nyumbani? Mm. Haya -hmm. Ah, sawa basi nikusindikize ni, ni mpaka kwa nini ile fence yenu hii mnaitanga aje kwa lugha yenu? Fence. Fence wanawekanga kaanda alafu geti inakuwa hapa. <laughs> Inaitwaje eh yeah? mali ya Mungu hey, mali ya Mungu <laughs> <laughs> Mtoto ukicheka tu basi kwangu stima inawaka. <laughs> <laughs> Na ukikuwa kwangu sisikii njaa kabisa, mtoto. Mistari hiyo, a mistari hiyo. <laughs> Yatoka ndani ya roho, from the bottom of my heart. Hm, tamu lakini ndio. Asante, unaniongeza ujasiri Yeah, alafu na self defense mtoto huko nyuma bambari, yeah? Kitembea pia mtu anajua, ah, kuna mtu ya kanyaga yeah? Kuna mtu ya kanyaga hapo si ndio? Aya basi mama, twende basi nikakusindikize <laughs> hey, hey, hey. Dunia hey, mama likumba likumba, dunia ina mambo mambo, angalia <laughs> yeah?